When God gives you another chance chance or second chance, ufanye nini? Mungu anapokupa nafasi ya pili ufanye nini? Uh, Mungu anapokupa nafasi ya pili, mambo ya kufanya Mungu anapokupa nafasi ya pili. Jana nilikuambia dalili ya kwamba Mungu anakupa nafasi ya pili ni kukuongelesha tena ni kukuagiza tena, ni kukuambia tena mambo ambayo alikuambia na ukufanya. Ukiona Mungu amerudia kukuambia jambo ambalo ah, alikuambia ukiwa mtoto, ukiwa kijana, ukiwa mahali fulani, Mungu akasema na wewe juu ya kufanya jambo fulani, kutumikia kusudi lake, kuhubiria watu, kuwasaidia wajane, kuwasaidia yatima, kuwagusa maisha ya wengine, alikuambia zamani na ukuwa unafanya, ghafla ikarudi tena moyoni mwako, Mungu anakupa another chance hiyo ni dalili kubwa sana ambayo ipo kibiblia, Mungu kuongea mara zaidi ya mara moja juu ya jambo lile lile aliloliongea na wewe miaka iliyopita. Hiyo ni ishara ya kwamba Mungu amekupa tena nafasi ya pili. Sasa watu wengi hawafahamu, Mungu akikupa another chance ufanye nini? Umeugua, alimanusura ufe, Mungu amekuponya <laughs> umeamka, umetoka kwenye mauti umepona kabisa kwenye mauti, wengi hawajui wafanye nini, wanasema tu eh, jamani, Mungu hakutaka afe, Mungu amemruhusu wa aendelee kuishi. Okay, Mungu akikupa nafasi ya pili, what to do, ufanye nini? What to do, kwa sababu nafasi ya pili ni very, very profound. Ni, ni, ni nadra sana, sio kitu tu ambacho Mungu anakupa ni nadra sana. Nilienda kwenye ofisi moja kuombea mtu na nilipofika kwenye ile ofisi waliniita, walikuwa ni mabinti ambao wanafanya kazi kwenye hiyo ofisi, walikuwa wawili kwa wakati huo, na walikuwa wanafanya kazi kwenye hiyo ofisi ya bosi wao. Sasa bosi wao ni biashara, bosi wao ameumwa, ana kansa. Kwa hiyo ana kansa na amepelekwa India. Sasa yuko mahututi huko, huku kwenye biashara wakati wanauza, wameuza mzigo, unaisha dukani, hakuna wa kuagiza mzigo mwingine, hakuna wa kufanya biashara iendelee. Kwa hiyo ikawasumbua sana kwamba okay, kumbe bosi huyu kuumwa kwake kuna tuathiri na sisi huku, kuongoja, tuanze kumwombea. Wakaanza kuomba kwa ajili yake, hali yake ikazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo wakanitafuta, wakaniita, nikaenda pale dukani Nilipofika pale dukani, wakati wanaongea wanasema, wanajua huyu ndio anategemewa kwenye familia yake na hapa dukani na biashara zake, na sisi, unajua tumeajiriwa hapa, tunategemea uh, biashara ziende vizuri ili maisha yetu nayo yaende vizuri. <laughs> wakati tunaongea tunaongea tunaongea, nikawaambia okay, sawa basi, inabidi tuombe kwa ajili yake ili Mungu amponye na wakaniambia anaumwa kweli na ana kansa hiyo ambayo si nzuri sana ni, ni ni kansa ambayo mara nyingi wengi hawaponi. Sasa walivyoniambia vile, nikajisikia huruma moyoni mwangu kwao, nikaanza kuomba ndani kwa ndani, Mungu tunafanyaje hapa? Nikasikia tena moyoni na na swali limekuja moyoni mwangu, kwa nini wanataka apone wana sababu zipi? Kwa hiyo nikawaambia wale mabinti hivi, nyinyi mnataka apone ili nini? Kwa nini tu asife akapumzika? Kwa nini apone? <laughs> kwa sababu akifa uh, amepumzika. Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika. Kwa nini aendelee kuumwa sana, ateseke na hayo maumivu ya kansa? Kwa nini asipumzike? Nikawauliza. Wakawa kwa na majibu jibu mengi tofauti pale. Nikachukua karatasi nikamwambia nipeni karatasi, wakaniletea karatasi pale nyeupe. Nikamwambia sasa, wewe chukua karatasi na kalamu, na wewe chukua karatasi na kalamu, andika sababu za msingi, kwa nini Mungu ampe huyu mtu nafasi ya pili, kwa nini yaishi, kwa nini asiondoke, ili tunapoenda mbele za Mungu. Biblia inasema leteni hoja zenye nguvu tunaposema Mungu mponye huyu mtu asife, tuwe na hoja. Andika. Wakaandika, wakaandika, pepa zikajaa kabisa, wawili. Nikachukua nikasoma, nikasoma, nikasoma, nikasoma zote, alafu nikamwambia, leteni karatasi sasa. Na mimi sasa nikachukua karatasi, nikachukua zile pointi hoja zenye mashiko kutoka kwa wote wawili, nikaziorozesha kwenye karatasi moja. Nikamwambia Mungu, nikaandika pale juu, yahusu kupona kwa fulani kabisa kama barua, yahusu kupona kwa fulani. Nikaandika hiyo, nikatoa na sababu zile, alafu nikawaambia tuombe. Tukaomba tukaomba pale, alafu nikawaambia hii karatasi ofisi yake siko hapa eh? Wakasema iko hapa, mnaingia gari sema eh, tunaingia. Nendeni mkaweke ile karatasi kwenye kiti alichokuwa anakaa. Wakaenda wakaiweka ile karatasi pale kwenye kile kiti. Nikamwambia sasa, mkija kufungua biashara asubuhi, mwe mnaenda kwenye ile karatasi, mnaomba kwa Mungu na mnasoma kwamba Mungu muinue huyu mtu asifempe nafasi nyingine kwa sababu ABC, kwao akafanya hivyo. Kama wiki mbili, wiki ya pili kule, yule mtu akapata nafuu, akapona, akarudi na biashara zikaendelea mpaka leo. Nachotaka nikwambie ni nini? Kupata nafasi ya pili, there are some reasons, kuna sababu kwao, lazima ujue ufanye nini. Mungu anapokupa nafasi ya pili ufanye nini? <gibu> ndoa uliachika au lia, uli, uli, uli, uli, ilivunjika ghafla tu. Mungu ameifanya tena, mmerudiana mnaishi pamoja. Hamjarudiana kwa sababu mnapendana sana, mmerudiana kwa sababu kuna kusudi la ninyi kukaa pamoja. Sasa ilo kusudi, lazima ujue cha kufanya unapopata nafasi ya pili kama kanisa la Mungu, tuko pamoja sema amen. okay, kama tuko pamoja sema amen. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa ya kufanya unapopewa nafasi ya pili. Tuangalie mfano, uh, tuangalie mfano muhimu sana ambao tuliutazama jana, mfano wa Yona. Tuangalie mfano wa Yona aliyepewa nafasi ya pili. Tuangalie mfano wa Yona aliyepewa nafasi ya pili ya, tuangalie mfano wa Yona aliyepewa nafasi ya pili jana. Tuliangalia hiyo lakini, turudie, alafu tutakupa hoja kwa nini ufanye nini unapopewa second chance. Kitabu cha Yona sura ile ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu a hey, pale Yona sura ile ya kwanza mstari wa kwanza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 agizo la la kwenda Ninawi kuhubiri injili watu waweze kutubu, maana maovu yao yamepanda juu mbele za Bwana. Lakini Yona akaacha kutii akakimbilia Tarishishi ajiepushe na uso wa Bwana, akakimbilia Tarishishi ajiepushe na uso wa Bwana. Ni kuonyeshe ni, ni tu kwamba Yona aliitwa ni mtumishi wa Mungu, mhubiri wa injili na alikuwa na nguvu za injili si za kawaida. Ngoja nikwambie, mmoja ya wainjilisti wakubwa kwenye Biblia ni Yona, kwa sababu Yona aliwahi kuhubiri, na alihubiri ndani ya siku moja nchi nzima ikatumu, mpaka mfalme mpaka kondoo mpaka ng'ombe mpaka kuku mpaka bata walifunga, hakuna kula wala kunywa. Ni mhubiri yupi ambaye anaweza akahubiri nchi nzima, mfalme rais akatangaza kufunga kwa watu wote, mpaka wagonjwa walifunga hospitali? Mhubiri ambaye alikuwa na power ya injili. Na Yona alikuwa anajua akihubiri lazima mtubu, ndio maana hata Mungu alipomtuma huko, alikuja kumwambia Mungu baadaye, mimi nilijua tu utawasameha wa watu kwa sababu ninajua upako nilionao, nikiwahubiria watu wanatubu. Kwa hiyo nimeenda, nilijua utawarehemu. <laughs> Ndio maana nilitaka, nilitaka kukimbia. Hayo ni baadaye aliongea, lakini nilitaka uone kwamba Mungu alimpa Yona agizo na Yona akaenda Tarshish. Angalia safari ya Yona ya kuukimbia uso wa Bwana. Alipoukimbia uso wa Bwana alikutana na matatizo mengi makubwa alikutana na matatizo mengi. Jambo la kwanza, kwanza alikutana na matatizo ya kukataliwa. Hiyo ni dalili kubwa sana. Sio kila mahali unapokataliwa ni shetani. Mahali pengine unakataliwa kwa sababu Mungu hataki ukae hapo. Narudia tena, sio kila kukataliwa shetani amesababisha kuna mahali unakataliwa kwa sababu Mungu hataki ukae hapo. Umekimbia kwa unakataliwa, ili uondoke. Kwa mfano, Yona ameenda amelipa nauli, na baada ya kulipa nauli akaanza safari ya kwenda Tarshishi kule ndani ya merikebu. Merikebu ikapata dhoruba, wakaanza kutupa shehena. Nini kilitokea? Wakaanza kuomba kila mtu kwa Mungu wake, wakakumbuka, tulikuwa na abiria humu, huyo abiria yuko wapi? Wakashuka chini, amejilaza, amelala usingizi, hata ashtuki. Unaona, wanamuamsha. Wanakuja wanamwambia kulikoni, mbona wewe umelala? Si tunataabika hapa? Wasema, najua hii sababu, hii ni mimi, Mungu amenifuata hadi huku. Ohe, kulikoni, nimemkimbia Mungu, ninakimbia uso wake. Tufanyeje? Nikataeni, anamwambia kabisa, nikataeni, anamwambia kabisa. Alafu anawaambia nitupeni kwenye bahari kwa, unaweza ukajikuta upo mahali unakataliwa sana, unaomba kila aina ya maombi ya kibali hakitokei kila kibali hakitokei. hakitokei kila maombi ya kibali hakitokei. Unashangaa, hivi Mungu kwa nini asinipe tu kukubalika ili eneo, kwa nini asinipe kukubalika kwenye hiyo ofisi? Mungu akikupa kukubalika, hautarudi kwenye mission, hautarudi kwenye kazi uliyoitiwa kwa hiyo unawekewa kukataliwa ili iwe ishara ya kwamba uko kwenye wrong position, haupo mahali sahihi, sio? <laughs> Kila kukataliwa mtu yuko kwenye nafasi ambayo sio ya kwake, lakini pia, kukataliwa pia inaweza ikawa ishara ikawa ishara kabisa kwamba hapo ulipoenda wamekukataa sio mahali pako unaenda kwa binti, unaenda kabisa kwa binti, unasema anataka nikuoe, anakukataa kwa nguvu zote. Na sasa na kasoro gani jamani, hivi huyu anajielewa ajio? Kweli anakosa mume vile hivyo? Ndio anakosa mume hivyo? Hakosi mume. Wakati mwingine Mungu amemwekea hiyo moyoni, akukatae. Kwa nini? Kwa sababu sio sahihi kwako yeye. Yeah, anakukataa kwa vigezo vyake, kumbe ni Mungu ameweka hiyo moyoni anakukataa, yaani unajitahidi kweli, anakukataa <laughs> Yona alikataliwa, alikutana na mambo mengi, nakutajia tu, alikataliwa. Jambo la pili, Yona alijikuta anasababisha hasara kwa ndugu zake na marafiki zake na wasafiri wenzake, wale watu walioambatana nao walipata hasara, walipoteza shehena, walitupa shehena. Hiyo ni mbili, alipoteza na wakapoteza wale walioambatana naye, wakapoteza wakapoteza uh, vitu vingi tu, wakatupa bahari, unaona lakini pia Yona mwenyewe maisha yake yakawa hatarini eh? Kamezwa kwenye tumbo la samaki siku tatu. Haya yote aliyoyapitia ni kwa sababu tu amekimbia agizo <laughs> amekimbia agizo la Bwana aliloagiza. Sasa nataka uone hapa, Mungu alimpa nafasi ya pili kwenye ile kitabu cha Yona sura ya tatu mstari wa kwanza Yona sura ya tatu na mstari wa kwanza Yona sura ya tatu na mstari wa kwanza. Unaona, Biblia inasema hivi neno la Bwana lilimjia Yona mara ya pili, kusema ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukahubiri habari nitakayokuamuru. alafu mstari wa tatu anasema, basi Yona akaondoka akaenda Ninawi. Unaona, huku kwenye Yona sura ya kwanza anasema, basi Yona akaondoka akakimbilia Tarishishi huku kwenye sura ya tatu anasema basi Yona akaondoka akaenda Ninawi. Nafasi ya pili Yona aliyoipata kuna vitu alifanya, na nataka nikusemeshe vitu ambavyo ni vya kufanya unapopata nafasi ya pili, na ili ujue Mungu anakupa fursa. Umepoteza kazi kwenye kampuni, umepoteza kazi kwenye ofisi fulani, ghafla Mungu anakupa nafasi ya pili akikupa nafasi ya pili uh, ujue kwamba ya kwamba uh, amekupa nafasi ya pili kwa sababu kuna kitu unapaswa ufanye. Kuna kitu ambacho unapaswa ufanye. Amekupa nafasi ya pili kwa sababu kuna kitu unachopaswa kufanya. Sasa, mambo gani ufanye unapopewa nafasi ya pili? Mambo gani ufanye unapopewa nafasi ya pili? mambo gani ufanye unapopewa nafasi ya pili? mambo gani ufanye unapopewa nafasi ya pili? jambo la kwanza, jambo la kwanza, jambo la kwanza la kufanya unapopewa nafasi ya pili, jambo la kwanza, ishi maisha ishi maisha ya shukrani. Ishi maisha ya shukrani, au ningesema uwe na moyo wa shukrani. Hiyo muhimu sana. Ishi maisha ya shukrani, au uwe na moyo wa shukrani. Hilo ni jambo la kwanza la muhimu sana sana sana, sana ishi maisha ya shukurani au kuwa na maisha ya shukurani. Hii ni muhimu sana sana. Angalia kitabu cha Yona sura ya pili, wakati Yona yuko kwenye tumbo la samaki, wakati anaomba. Yona sura ya pili, ule mstari wa 8 na wa tisa 9, Biblia inasemaje?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 kwa sauti ya shukrani nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani, nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu hutoka kwa Bwana, wokovu hutoka kwa Bwana, wokovu hutoka kwa Bwana, wokovu hutoka kwa Bwana. Lakini mimi nitakutolea sadaka Uh, ya shukrani nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu hutoka kwa Bwana, wokovu hutoka kwa Bwana, wokovu hutoka kwa Bwana. Unaona hiyo kwa Yona, aliweka nadhiri kwamba Mungu ukinitoa hapa kwenye tumbo la samaki, nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukurani. Kwa hiyo unapopata nafasi ya pili, always ishi maisha ya shukurani. Grateful heart. Grateful, uh, life, maisha ya shukurani. Ishi maisha ya shukurani usije ukajisahau. Mungu anapokupa nafasi ya pili ukajisahau ukajisahau kuishi uh, kwa maisha ya shukurani. Uwe na moyo wa shukurani. Kwa nini uwe na moyo wa shukurani? Kwa sababu ni kanuni ya kupokea nafasi ya pili. Unajua Mungu, kwa mfano, hatujatimiza kusudi lake kwa viwango alivyokusudia, amkini elfu mbili na ishirini na nne, anapotupa nafasi nyingine ya kuwa ndani ya elfu mbili na ishirini na tano Sio kwa sababu tumefanya mema ndio maana anatupa hiyo nafasi. Sio kwa sababu tumejitahidi eti ndio maana anatupa hiyo nafasi. Hapana, ni kwa sababu ya kusudi lake la asili ndio maana ametupa hiyo nafasi. Kwa hiyo, atupasa tuwe na moyo wa shukurani kwa, uwe na moyo wa shukurani, uwe na maisha ya shukurani ambayo yanaonyesha kabisa kwamba umethamini na umejali kile Mungu alichokifanya kwako. Una unakuta unapita mahali pagumu pa kufukuzwa kazi, na unajua kabisa ulikuwa unaondolewa kazini na Mungu akaingilia kati akakupigania na ukarudishwa kazini, ukabakizwa kazini, halafu unaendelea tu na maisha yako una shukrani kwa Mungu wala hata ujali. <gibu> watu hao wapo, watu wasiojali kile ambacho Mungu anata, anafanya kwao. Mimi nataka nikwambie uwe na maisha ya shukrani, kuwa na moyo wa shukrani. Yona anasema nikitoka hapa, nadhiri yangu ni kwamba nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Maana yake unapopata nafasi ya pili uwe mtu wa shukrani. Mungu anapokupa nafasi nyingine eh? Labda uh, ulikuwa umeolewa labda mume wako akafa, ukapata mume akakuoa mara ya pili ukaolewa tena, kwenye ndoa ile ni nafasi nyingine Mungu amekupa, uwe na moyo wa shukrani. Kuna wengine hata moja hawajapata, uwe na moyo wa shukrani. Mungu anakufungulia mlango, unakanyaga 2025 uwe na moyo wa shukrani. Mungu anakufungulia mlango, unapata tena kazi, unapata tena biashara, unapata tena kibali. Uwe na moyo wa shukrani. Kwa nini uwe na moyo wa shukrani? Kwa sababu ndio msingi mkubwa. Mungu anapokupa nafasi ya pili, uwe na moyo wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Jambo la kwanza uwe na moyo wa shukrani, uwe na moyo wa shukrani. Mungu anapokupa nafasi ya pili, uwe na moyo wa shukrani, uishi maisha ya shukrani. Kitabu cha Zaburi ya tisini na mbili mstari wa kwanza anasema ni neno jema kumshukuru Bwana. <laughs> Ni neno jema kumshukuru Bwana. Kwa Kiingereza wanasema it is a good thing to thank God, ni kitu kizuri Mshukuru Mungu eh? Kwa uwe na moyo wa shukrani. Mungu anakutoa kwenye mauti, kwenye ajali, anakupigania Mungu anaponya wazazi wako waliokuwa wameumwa, usiache tuku, usiseme Mungu ni mwema tu, amewaamsha tena, wanaishi waambie kwamba unajua, Mungu amewaponya wazazi au Mungu amekuponya baba au mama, amekuamsha Umezidiwa sana hospitali lakini ifahamu baba ya kwamba Mungu ndiye amekupa nafasi hii tena uishi miaka kadhaa. Kwa hiyo sasa, mshukuru Mungu na mfanye maombi ya shukrani, na mfanye maombi ya shukrani. Roho Mtakatifu akiweka mioyoni mwenu utoaji wa sadaka, mfanye hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo inavyopaswa kuwa, na shukrani. Sasa kuna ngoma hapa Yani, hata Mungu ajitutumue afanye nini, hakuna kushukuru, aikuna ngoma, hajali hajali. Mungu amefanya nini? Amefanya abc, anajihesabia haki. Ngoja niseme, kukosa shukurani ni ishara mojawapo ya kiburi cha kujihesabia haki. Narudia tena, kukosa shukurani ni moja wapo ya kiburi cha kujihesabia haki. Watu wengi wenye kiburi hata uwafanyie nini hawashukuru. Kwa nini? Ndani yao mioyo yao inawaambia tulistahili, ni haki yetu. Ila yule ambaye anaona hakustahili, haikuwa haki yake, ni kwa neema, ukimfanyia jambo atashukuru usiku na mchana. Sasa wewe ambaye huna shukrani, maana yake ndani ya moyo wako hujapondeka unajihesabia haki kwamba ni haki yako, ni ilikuwa ni fungu lako eh? Mungu amekutendea hivyo kwa sababu you are so brave, wewe ni ni wa, uh, ni wa mtanashati ni mtu mwerevu sana, ndio maana Mungu amesimama na wewe, labda Mungu anakutegemea mno <laughs> nani alikwambia Mungu anakutegemea? Nani kasema Mungu anakutegemea? <laughs> Sasa unajua nisipokuwepo hapa hata Mungu anajua mambo hayaendi. Nani kasema? Kama Musa alikufa kwenye mlima, mlima Nobu, alikufa na Yoshua akawafikisha wana wa Israeli Kanani. Mungu amtegemei mtu, Mungu amtegemei mtu, atalitimiza kusudi lake hata kwa kutumia viumbe, hata kwa mawe, hata kwa miti, watu wataingia Kanani lakini amtegemei mtu. Kwa hiyo unapopewa nafasi ya pili, uwe na maisha uwe na sauti ya shukurani. Unapopewa tena nafasi ya pili, sio tu kwenye uchumi, sio kwenye biashara, kwenye afya, kwenye afya unapata tena nguvu, unapata tena afya njema, unapona magonjwa, unalindwa na Mungu, unapata siku mpya, that is a golden chance. Thank God, mshukuru Mungu, uwe mtu wa shukrani, uwe mtu wa shukrani, wewe na familia yako. Ngoja niwaambie, ninawafundisha vitu vinavyogusa maisha ya, wa, ya, ya kwenu. Unapopata tena fursa, uwe mtu wa shukrani. Ngoja nikuambie, huu ni mwaka 2024 mwaka 2025 unavuka, uwe mtu wa shukrani, usija ukasema, tunajua tumeshazoea, mshazoea Hamjazoea, Mungu anakupa kufika wiki ya mwisho ya mwaka 2024 umefika. Huu huu mwaka wewe mwenyewe unaujua huu mwaka mwenyewe unaujua. Mwaka ulikuja hivi hauna shepu, ulikuja kwa namna fulani hivi, ulikuja umenyumbulika, lakini Bwana amesimama amekupigania, unafika mwisho mwema kwa mwaka huu eh, haijalishi ya yale uliyoyapitia kusudi la Bwana limesimama na wewe. Halafu nasema ah, sawa, sawa, ni kawaida kwa sababu tuliomba sana. Si kwa sababu tuliomba sana, Mungu ametupa nafasi ya pili. Yona anasema, lakini mimi nikipata nafasi ya pili, nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukurani.